Na kuna wengine sasa, analiaga analiaga anajifanya sasa amesimama, mama, simama, nimekosa nguvu. Hey, mwacheni, mnashikilia nashikilia mnachoka jamani, mshike na ndio anarevera mb... nguo zote zinatoka. Mwacheni tuone kama hazitengenezi ye mwenyewe. Unatutesea nini? Eti uko unalia, ndo umekosa kiuno, kimekatika. Jamani, kiuno kinakatika eh, kiuno eh, kinakatika eh. Amekwenda huyo Nguo hizo zinaondoka eh, na mnajipa kazi kabisa kukaa mnamfunga, nguo zinafunga, mnamfunga hamziachi yenu. Wanakuaga na vituko wao, sio? eti ndio wamejifanya wanalia wao. Unamkuta mwingine katika kulia, hey, jamani! hey, jamani, nguzo yangu hiyo imekwenda, nitaigamia wapi? Naomba kaigamia msikitini. <laughs> Urofa, urofa, nguzo yako imeanguka msikitini, utaigamia wapi? Naomba kaigamia msikitini. Siju jamani tamani endo huyo kwa tunakula kwake tutakula wapikale jeshini maea aboajabu kwa hiyo hiyo anageha. Yani ule mwanamke ambaye analia kwa kuomboleza na kusema maneno mabaya. Nimalizie tu kwa sababu naona ustazi kwa ka kwa nacheka, lakini anata mwanamke wa mwisho ni mwanamke wale wanawake wenye kutembelea makaburi, hawa wamelaaniwa. Kwa kweli nitashindwa kusharehisha kwa urefu kwa sababu muda hauni si rafiki.